Viongozi mliopo kama kuna namna ya kuweza kumsaidia mzee akakaa pahala pengine, tutashukuru kwa maana kwamba siku ya kesho ujenzi utaanza rasmi wa kumjengea nyumba yake. Hii iliyopo tutaibomoa siku ya kesho, tutaanza kuinua, kwa maana ya kwamba tutatumia mafundi pia wa huku. Sisi tunaye fundi mkuu ambaye atatuongoza, lakini tunatamani mafundi wengine wa kumsaidia watoke kwenye eneo hili kwa hiyo hata wale watu wa kusaidia kubeba tofali kufanyeje, tunatamani watoke kwenye eneo hili. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi lakini pia niombe sana wananchi kutupa ushirikiano. Tumepewa wiki mbili tu tuwe tumemaliza ujenzi na mzee aweze kukabidhiwa nyumba yake. Kwa majina naitwa John Mwandandira, ni fundi mkuu kutoka Tulia Trust. napenda kuwahakikishia wananchi wa Matema hii nyumba nitajenga ndani ya wiki mbili, yaani kuanzia kesho mpaka tarehe ishirini na tano. Kwa weredi nilionao nina uhakika hicho, wala wasiiwaze. Maana wengi watajiuliza hii nyumba atajengaje wiki mbili? Siwezi kujenga peke yangu, nipo na timu.